Makumi ya waombolezaji wameanza kutoa salamu za mwisho kwa Papa Francis katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Peter Basilica, wakati huu raia hao wakipewa muda wa siku tatu kutazama mwili wake. Emmanuel Makundi ana maelezo zaidi. Idadi kubwa ya watu walijipanga mstari kuzunguka kanisa la Mtakatifu Peter kabla ya mlango ambako mwili wa Papa umelazwa kufunguliwa majira ya saa tano asubuhi saa za Vatican. Kwa muda wa siku tatu zijazo, jeneza lake litafunuliwa kwa watu kuutazama kabla ya kufungwa siku ya Ijumaa majira ya saa kumi na mbili jioni saa za Roma. Baadhi ya waamini wa kanisa hilo waliozungumza na wanahabari wamesema walifika katika uwanja wa kanisa hilo kuanzia alfajiri wengi wakitamani kuwa watu wa mwanzoni watakaopata fursa ya kuuona mwili wa papa Francis. Waamini hao, kama ilivyokuwa kwa viongozi wa dunia, wamemweleza papa kama mtu wa watu aliyetaka kuona watu wakipata haki. Haya yanajiri wakati huu viongozi mbalimbali wa dunia wakijiandaa kwa safari ya kuelekea Vatican kwa ajili ya mazishi yake siku ya Jumamosi.